Habari zenu wote mnaotutizama hapa. Tuko London tunaongea. Mimi hapa naitwa Fredi Macha, ni mwandishi wa habari wa Tanzania. Tunaongea na mgeni wetu aliyetutembelea kuja ku-, ku, ku kutukuza sanaa zake. Huyu ni hazina ya taifa kusema kweli, watu wengi hawamjui, lakini hazina ya taifa. Jina lake atatueleza mwenyewe, ni Raza Mohamed Naam, unaweza kueleza watu wasiokufahamu, ulizaliwa wapi na lini, kabla tujaongea kazi yako. Mimi naitwa Raza Muhammad na nimezaliwa Tabora tarehe 8 mwezi wa 8 1946. Baada ya hapo ni kaja Dar es Salaam, e, ambapo ndio mama yangu alikuwa naishi pale maanake aliondoka mapema zaidi pale pale Tabora. E, kwa hivyo nikaja nika, nikamjoin pale. nikakaa pale nimewahi kusoma pale Mchikichini Primary School Dar es Salaam, na kipindi kile ilikuwa katika miaka hamsini, hamsini na moja, hamsini na mbili. Sasa katika wakati huo nakumbuka tulikuwa na vijana pale pale mjini Dar es Salaam Kariakoo tuki tukipenda sana mambo ya kuchora e, tukua tukishindana kuchora tena, tukichora zile picha za zamani zikitwa cowboy pictures, zile ambazo zikipatikana katika chewing gum hizi na viko vitabu vyake vile vya cowboys. Sasa tukijaribu tuki kukopi, na tukishindana sana kuchora katika, ku, katika picha hizo za cowboy. Baada ya hapo e, mwaka uh, alfu tisa mia hamsini na nne nani e, mama angu akanipeleka uh, Kenya, Mombasa. Kule Mombasa tunaye shangazi yetu, ndugu yake baba yetu. Pale ndo nika, nikaanza masomo tena rasmi upya e, kuanzia pale mwaka hamsini na nne mpaka standard one mpaka standard, standard seven ambapo ilikuwa mwaka wa sitini tena, nikatoka hamsini na nne mpaka sitini ilikuwa primary school. Baada ya hapo tena nika nikaendelea nika, nika sitini na moja mpaka sitini na nne secondary school kule Kenya, Mombasa. E, kipindi chote hicho nilikuwa naendelea na, na sanaa kwa kweli, huku huku primary school nilipokweko wakati ule Mombasa nilikuwa nikiendelea na bahati nzuri, kwa vile nilikuwa na keen interest mwenyewe toka zamani mdogo. E, kwa bahati nzuri katika shule ya msingi ile tulikuwa tuna mwalimu ambaye anatokea huku kuingereza, e, akiitwa Mrs. McCormick nakumbuka. Alikuwa bibi mmoja mtu mzima sana hivi, yeye ndio alikuwa mwalimu wetu wa art. Kwa hivyo yeye alini encourage sana katika mambo ya sanaa. E, ilifikia wakati mmoja katika nilipofika darasa la saba kule Mombasa ilikuwa ta nilikuwa na wanajaribu kunifanyia mipango nikitoka pale ikiwezekana, ni, niendelee nende Makerere siku zile Uganda, kwa sababu kule ndio kuna chuo kikubwa cha mambo ya sanaa. Lakini naona mipango tena haikwenda uzuri, basi nikaendelea mpaka nikamaliza tu darasa la kumi na mbili kule Mombasa. Baada ya pale nikaja zangu uh, Dar es Salaam Dar es Salaam eh, eh, nikaka nikaja kwa ma, ma, nani madha wangu ambayo alikuwa anaishi pale sasa Dar es Salaam. Mwaka, mwaka, mwaka gani umekuja huo? mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka wa sitini na ta, sitini, sitini na tano eh, kukaa pale sikupata muda mrefu, nikaanza ku n, n, nikaanza kuchora picha ya hayati mwalimu Nyerere, n, nika, nikapeleka TANU office kama zawadi. E, wakaipenda na wakanita siku zile zile, kwamba kama wana, walikuwa wanataka niingie katika mambo ya e, vya, mambo ya mambo chama ya chama e, kulikuwa kunatafutwa ma managers wa vijiji siku zile, mambo ya ujamaa na hivi na nini e, baadaye na mimi nikapata katika watu waliokuwa wamechaguliwa, nikapata bahati nikapata, nikapata post ile, lakini ikato, ikatokea posti ya art ambayo katika ubalozi wa Marekani ulioko pale pale Dar es Salaam Ndo bwana mmoja kanambia ah, bora ukachukua posti hii kwa sababu hii wewe una experience tayari na hiyo shughuli hizi. Kwa nini uchukue, uanze itabidi mpya upya uingie mambo ya siasa? Basi nikaona bora ni niingie katika upande wa hiyo ubalozi wa Marekani kwa hivyo nikaendelea ubalozi wa Marekani toka sitini na tano ile mpaka sabini na nne kama hivi, karibu miaka tisa hivi nikafanya pale na wao waliwahi, kwa muda wote nimefanya nao kazi, wakawahi kunipa pia scholarship ya kwenda states kutembelea, eh, uh, sehemu mbalimbali mbali za sanaa, yani galleries za art kule, kuonana eh, na maartist mbalimbali. Na nimekwenda karibu seven states, tulianzia New York, tukatoka tuka, tuka pale tukaenda Southampton, tukatoka tuka tukaenda Detroit Michigan, toka Detroit tukaja Atlanta Georgia. From Atlanta Georgia tukaenda uh, Los Angeles, tuka Los Angeles tukaingia Washington DC, uh, and then tukarudi New York. Na sehemu zote hizo kwa tutampitia katika galleries na communities mbalimbali mbali za mambo ya art tu in particular, maana university zile za LA kote na nini, na kuangalia wale art teachers, art professors na nini, kwa hivyo tuli nani programu ile ikiitwa Operation Crossroads Africa e, tulichaguliwa watu watatu kutoka Tanzania. Alichaguliwa artist mmoja, lawyer mmoja na journalist mmoja unakumbuka majina jamaa? Jama e, lawyer alikuwa akiitwa William Sekule, sijui mpaka sasa atakuwa yu hai yule bwana make, hiyo ilikuwa 1984 William, William Sekule. Um, uh, katika journalist walikuwa Abdallah Yakuti, hivi sasa umewahi kumsikia? Hivi sasa yuko Zanzibar, aliwa muda mrefu sana huyo journalist wa muda mrefu sana, na artist ndo mimi no. Sasa pofika pale make, kwanza pofika New York pale, ilifanywa orientation, tukenda Southampton orientation. Sasa pale watu wakasambazwa pale watu wa graphics watu wa journalist lawyers artist. Ilikuwa program nzuri sana kusema kweli, kwa hivyo ile pia ikanipanua sana ku katika kutembelea zile galleries, ku exchange views and ideas na watu mbalimbali artists mbalimbali wa sehemu za Marekani. Na baada ya hapo nikarudi zangu Dar es Salaam nika nikajiunga nika na taasisi ya elimu lazma Tanzania Institute of Education University, ambao ilijiunga May 1976, nikawa uh, kama graphic artist and uh, book illustrator. Kwa muda wote huo nimeanza toka uh, 19 uh, Uh, 76 to miaka miaka 1996 I'm sorry 76 mpaka 96 unachora vitabu unachora vitabu yes. vya shule vingi primary English for Tanzania vitabu vya science vya geography na nini lakini vya English ndio vilifahamika mwanzo na vijana wengi walisoma vitabu hivyo vikiwa na vinaitwa primary English for Tanzania ikatoka pet 1 2 3 4 ambao zilikuwa kuna picha zile za kina Daudi Neema, Musa na picha kama hizo maarufu sana, ambao pia ziliohamasisha vijana wengi waliokuwa na interest ya art wakaanza kupata hamasa kutoka katika picha hizo. Kwa hiyo uchoraji wako si tu wa kuchora picha hizo za kupamba, pia vitabu. vitabu vitabu vitabu asta, okay. nimechora nani stamps, nazo stamps. Stamps pia. Stamps, katika wakati mmoja katika mwaka wa themanini kama na sita hivi e, ili walikuwa wanajaribu kutafuta artist, local artist pale Tanzania ambao wataweza kuchora stamps maki stamps zilikuwa zinachora kutoka Nairobi au zingine zikiletwa huku Uingereza, kwa sababu ya Tanzania, lakini wakaona hiyo ya nini, tujaribu tuangalie artist hapa hapa nani. Kwa hivyo mimi ni miongoni mwa artist wa mwanzo pia ku kuanza kuchora hizi stamps. Kwa ujumla art ni ngumu kwa kusema kweli <clears throat> kwa sababu art ni, ni kazi ambayo huwezi kutege, kutegemea itakupa day to day bread. haiwezi kukulisha si, eh, kila siku kwa sababu ni vitu ni vipambo vinauzwa vina kwa msimu eh, mapato yake kwa msimu. Japokuwa pato lake ukipata okay, ni pato zuri, lakini linakuwa kwa msimu. Kwa hivyo ni uzuri mtu akawa na kazi ingine apart from nani ndio tunaona wengi, hata wazungu wengine wanachukua kama hobby au part time e, eh. Ila kwa wale ambao unaona wameuza, ambao wanakuwa famous unless, maana yake jina lako limeshakuwa eh, eh, well established. Watu kama kina Picasso kina nani, maana yake mwisho mtu anafikia kiwango kwamba anauza jina, sio tena picha. Sasa ile inamchukua mtu muda mrefu, na kinachochekesha zaidi ni kwamba artist akishakufa picha zake ndo zinakuwa ghali zaidi. chora katika gunia unavyoliona hili mm, si kitambaa ni gunia ee. Na gunia kidogo lina kawaida linanyonya sana rangi kama, e, kama imekaa sponge au kama blotting paper ina, kwa hivyo kwanza una apply kama ni glue kwa mbali kwa mbamba kabisa unatia glue, glue, gundi. Gundi, mm, mm. Nimetumia gundi kwa mbamba kwanza kuziba zile tundu tundu maana kitundu zake ni kubwa kuliko kitambaa kisha ndo nikaweka rangi ya inaitwa plastic emulsion, yani rangi zile za maji ambayo inakuja kama ndio uh, base ya chini. Baada ya hapo tena, ndo nime nimetumia rangi hizi, rangi zinaitwa acrylic colors, sio rangi za mafuta, ni rangi za maji, lakini zina zinakauka haraka. Zinakauka haraka sana e, na picha yenyewe inaonekana ni watoto wawili wadogo e, wa, wa Unguja yani Zanzibar, wanacheza wana mchezo unaitwa Kiswahili so mchezo, mchezo wa mdako eh, imekuwa kama kama bao hivi, lakini wanachimba chini, wanarusha wana vijio wanacheza mdako. Na hapa wanacheza mdako wenyewe wanacheza katika ufuko wa bahari, na namna ilivyopigwa, imepigwa nimewachora kwa, kwa mtu kama alioko kwa juu kidogo, ukiangalia picha ilivyo mm. Inakuchukua muda gani kuchora picha hiyo? Picha picha hii kwa kweli ilinchukua tuseme kama siku tatu au nne hivi kuichora, au pengine inaweza kuwa hata chini ya hapo. Unajua hivi inani, katika kuchora ni kama katika kuandika au kuimba, vitu hivi vinategemea na ile hali ya kuwa unataka kufanya ile jambo wenyewe, wanasema mood ile na inspiration, yaani uwe na hamu kama katika kuandika uko katika hali kuandika, kila kitu kime kiko kichwani, wewe una, unaandika tu, au katika kuimba ushapanga ile nyimbo yako namna gani na namna gani, sauti aja namna gani na, na uko katika hali ya yaso kutaka kufanya kile kitu ndio unafanya. Kwa hivyo nyingine kama hii imechukua kama siku tatu au nne, ingine naweza kuchukua zaidi, lakini mara nyingi inakuwa pengine te chini ya hapo. Je, inachukua kama kiasi gani? Ukiuza hii picha kama kiasi gani kwa Tanzania na kwa hapa, bei yake bei yake kama... hapa niliweka pound 800 ambao e, ni kama shilingi ngapi kwa Tanzania, ambao kwa Tanzania milioni e, inaweza karibu milioni moja na kitu, ambao kwa kule Tanzania tunaweza kuuza katika dola elfu moja mia tano dola elfu moja tegemea aina ya picha na subject matter yake ni ile. Afu kuna picha nyingine ya mama baibui hapa. Hebu tuzungumzia eh, baibu hii picha ya baibui. Hii picha ni kwanza, ni ya rangi ya maji, ni tofauti na ile hii. Ni ile ina rangi hizi za ile ya kwanza. Hii inaitwa acrylic colors. Hii inaitwa water colors, na katika hii michoro katika karatasi tu, imewekewa frame ya karatasi ya boda Uh, hii ni kuonesha mwanamke wa Kizanzibari ambaye amesimama mlangoni mlango katika milango ile ya Zanzibar, ile unaweza kuona um pembeni milango hiyo ya Zanzibar na yeye mwenyewe kapaka hii na, na kidogo mkononi pale amejifunga amejiweka uh, amejifunika na buibui uh, picha kama hizi inakuwa sio ghali sana, hii tunaweza kuuza kama uh, dola kwa kule unaweza dola nani mia mbili, au 250 au mia mbili na hamsini na mia tatu kama hivi jina yeah. Ni, lake nini uh, yeah. Boy, mwanamke akiwa na buibui mwanamke aliyovaa buibui boy. Boy. Boy. makibuibui yeah. si mdudu <laughs>

kama chaki hizi, si rangi za maji wala si rangi za mafuta, ni pasteli. Imechorwa juu ya karatasi karatasi, karatasi zake maalum, sio karatasi zozote. Hata ukiangalia utakuta kama zina vitundutundu vidogo vidogo, unaona vduledule, ni texture yake ya uh, sasa hii imeonyesha wajamaa kule Dar es Salaam wanaocheza bao kwa hizi picha tatu ulizotuonyesha sasa hivi zimechorwa kwa vifaa tofauti, ile kwa gunia, hiyo kwa karatasi tofauti. Ya kwanza katika gunia mm, pili katika karatasi ambayo ni karatasi pia maalumu, kwa sababu hatuwezi kuchukua papo karatasi yote kwa vitu, maana vinakuwa ghali, kwa sababu vifaa vyake, karatasi lazima upate karatasi maalumu za rangi ya maji, karatasi maalumu za pastel mm, nani, nani vitambaa au nani maalumu, kwa sababu ya rangi za mm, mafuta au za acrylics ngine hapa, kama unaona black pepper pia ni rangi za maji, lakini pepa ambayo inakubali, maana ina uwezi kuchukua tu rangi nani, chochote. Vifaa vyake kidogo ni expensive sana. Kuna zile tu nimekwenda kununua brush hapo pound 30 brush kama sita tu. Pound 30, Tanzania. Brush tu za pound za hapa. Kama laki moja karibu eh, uh, yeah, pound 30 kama shilingi 70,000. Mm. Meza kufika masabini hivi, mm, ya. Sasa brush tu hujajua nani rangi, canvas, mafuta mm.